Endelee Mheshimiwa Spika, naomba kutoa kauli ya serikali kuhusu kutangaza TBC kutangaza moja kwa moja majadiliano ya vikao vya Bunge. Mheshimiwa Spika, shirika la utangazaji Tanzania, TBC, lilianza kurusha matangazo ya moja kwa moja ya vikao vya bunge na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 2005. Kabla ya kuanza kurusha moja kwa moja TBC wakati huo televisheni ya taifa ilikuwa inarekodi matukio yote ya bunge na kurusha usiku katika vipindi maalum vilivyojulikana kama Bungeni Leo, kwa maana ya yaliyojiri ndani ya ukumbi wa bunge kwa siku husika. Baada ya kuanza kwa utaratibu wa kurusha matangazo moja kwa moja mwaka 2005, gharama za kufanya kazi hiyo zimekuwa zikipanda kwa kasi hadi kufikia shilingi bilioni 4.2 kwa mwaka, kwa maana ya mikutano minne ya bunge. Shirika limekuwa likigharamia kwa sehemu kubwa matangazo hayo kwa kutumia mapato yake yanayotokana na matangazo madogo madogo ya biashara. Ifahamike kuwa asilimia 75 ni vipindi vingi vinavyolenga kutoa elimu kwa umma na asilimia ishirini na tano ni burudani. Mheshimiwa Spika, kutokana na hali hii, TBC imeona kuwa ni busara kubadilisha mfumo wa utangazaji wa shughuli za bunge ili kukabiliana na kuzidi kupanda kwa gharama za uendeshaji. Hivyo basi TBC imeona ni busara kuanzia mkutano huu wa bunge iwe inarusha baadhi ya matangazo ya bunge moja kwa moja yani live, ikiwa ni njia ya kubana matumizi. Chini ya utaratibu huu Mheshimiwa Spika, chini ya utaratibu huu TBC itahakikisha kuwa baadhi ya matukio ya bunge yatarushwa moja kwa moja na mengine kurekodiwa na kuandaliwa kipindi maalumu kitakachoitwa leo katika bunge. Kipindi hichi, kipindi hichi kitakuwa na mambo yote muhimu yaliyojiri ndani ya bunge kwa siku husika. Kipindi hichi kitakuwa kinarushwa kuanzia saa nne usiku hadi saa tano usiku. Na Mheshimiwa Spika, kipindi hicho kimeanza tarehe 26 Januari 2016, yaani jana na tayari, na tayari baadhi ya wananchi wameonyesha kuridhishwa na utaratibu huu na kuwa na kipindi maalumu usiku kikishughulikia shughuli za bunge. Mheshimiwa Spika, uamuzi huu utapunguza gharama za uendeshaji wa shirika na pia kwa kupitia kipindi cha leo katika bunge, watanzania walio wengi watapata nafasi ya kufahamu yaliyojiri bungeni, kwani wakati bunge linaendelea na mijadala yake watanzania walio wengi huwa wanakuwa na kazi za kiofisi au zingine za ujenzi wa taifa kwa mahali walipo. Mheshimiwa Spika nakushukuru.